Katika tukio lililotokea Januari tatu mwaka 2026, jeshi la Marekani liliendesha operesheni kubwa ya kijeshi nchini Venezuela kwa lengo la kumkamata Rais Nicolas Maduro na mkewe Sisilia Flores. Maduro na mkewe walitajwa kukamatwa na kupelekwa Marekani, hatua iliyosababisha mshtuko mkubwa kimataifa. Marekani ilieleza kuwa operesheni hiyo ni kama sehemu ya juhudi za kupambana na narco terrorism, madai ambayo Maduro na maofisa wake wameakana. Na Trump alitangaza Marekani sasa itachukua udhibiti wa nchi hiyo hadi pale itakufanyika mabadiliko ya kisiasa. Serikali ya Venezuela imenukuliwa hivi karibuni ikisema kuwa zaidi ya watu mia moja waliuawa katika shambulio hilo lililofanywa na Marekani. Hii ni idadi mpya iliyotolewa na Waziri wa mambo e ya ndani Diosdado Cabello. Idadi ya awali ilikuwa chini kabisa, na jopo la wanajeshi ilitoa orodha ya majina ya wanajeshi 23 waliopoteza maisha kutokana na tukio hilo. Maofisa wa Venezuela wanasema wengi wa waliouawa walikuwa wanahudumu katika kikosi cha usalama kilichomlinda Maduro, na wanadai waliuawa kwa damu ya kikatili. Cuba pia imethibitisha kwamba wanajeshi na maofisa wake waliokuwa nchini Venezuela waliangamia katika operesheni hiyo. Kwa upande mwingine, Venezuela imeanza wiki ya maombolezo ya kitaifa kuenzi wanajeshi waliopoteza maisha katika tukio hilo. Serikali ya mpito imetangaza hatua hiyo kama ishara ya heshima kwa waliokufa. Tukio hili limeibua maswali makubwa ya kimataifa, kwani hakuna uamuzi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa uliothibitisha operesheni hii, na mataifa kadhaa yamekosoa Marekani kwa kuingilia mamlaka ya nchi huru. Vile vile, suala la uhalali wa hatua hii imeibua mjadala mkubwa, vyanzo vya kimataifa vinaeleza kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na kuingilia usalama wa taifa jingine bila ruhusa ya kimataifa.